Alright, karibuni tena kwenye Maisha Mapya Podcast na Brighton Davis. Na leo nina jambo zuri sana la kushia na nyinyi. Na ulishaikuwa katika ile hali ambayo unatamani kuanza kitu na unajua kabisa hicho kitu kina impact kubwa sana kwenye maisha yako, labda ukikianza kitakusaidia sana mbele. But una wasiwasi na hofu kubwa sana ambayo inasababisha kile kitu huwezi hata kukianza kwa sababu ukijiona, unaona kabisa no hichi e kitu ni kikubwa na nina hofu sana ndani yangu wa kukianza hicho kitu. Hasa leo nataka nikuelekeze ni namna gani unaweza ukaishinda hiyo hofu na kwenda kuanza chochote kile ambacho na unakiplan. Okay, watu wana ndoto kubwa, watu wanatamani maisha mapya, watu wanatamani kufanya vitu vipya kwenye maisha yao, watu wanatamani kuwa ma content creators, watu wanatamani kuwa ma ma YouTubers, watu wanatamani kuandika vitabu, watu wanatamani yani, kila mtu ana ndoto yake na mambo ni mengi, kila mtu ana tamanio lake, lakini watu wengi sana wanakuwa na wasiwasi wa wasi kuanza. Okay, hata mimi before sijaanza youtube channel nilikuwa na wasiwasi wasi fulani ambao ulikuwa unanirudisha sana nyuma kwenye kuanza. So kila mtu before aja attempt kitu kuna kitu huwa kina hold back, anakuwa na wasiwasi wasi mwingi sana. So leo nataka ni kuonyesha ni namna gani unaweza kutumia mbinu kadhaa na zikakusaidia tu kuishinda hiyo hofu na ukaanza lile jambo lako lolote unalotaka kulianza, okay. So jambo la kwanza ambalo litakusaidia na kukupa nguvu ya kuishinda hofu na wasiwasi wa kuanza kitu ni ufahamu kwamba hakuna mtu aliyo asilimia mia moja kikamilifu. Kuanza jambo huwezi ukajitengeneza uka ukawa asilimia mia moja ndio ukaanza kitu. Kwa mfano unataka kuwa YouTube, uanze na light, uanze na kamera, uanze na microphone. Hivo vitu watu wengi ni ngumu sana kuviafford, vitu ni vya gharama na ukiwa small small content creator, kwa small YouTuber, ni vitu ambavyo vitakupa pressure. Ma, me, kubwa, kubwa, na unaweza ukajiona kama mimi si staimili. Labda umeona baadhi ya ma YouTubers wakubwa wanatumia mavifaa makubwa, kwa hiyo anakuogopesha okay. So usiwazi hata wenyewe wakuanzia huko. Uwezi ukisema ujitengeneze ufikie level ya kuanza na kila kitu na microphone, na kila kitu na makamera na malights makubwa, basi hutaanza. Kwa nini hutaanza? Utatumia muda mrefu sana kuviandaa hivyo vitu. Mwisho wa siku hata ile ndoto itakufa okay? So cha kukusaidia ni kwamba unatakiwa kujua kwamba hakuna mtu aliyeko asilimia mia moja kamilifu kuanza jambo fulani, isipokuwa anza pale ulipo. Kama una simu tu, huna hata microphone, anzia pale ulipo. Usingoje kwamba uwe mkamilifu, hutakuwa mkamilifu, na mwisho wa siku ndoto yako itakufa, and mwisho wa siku hutafanya unachotaka kukifanya. Okay, hiyo ni pointi ya kwanza, itakaweza kukusaidia sana kama utaweza kuizingatia. okay? Okay, so pointi ya pili ambayo itakusaidia wewe kuishinda hofu ni uelewe kwamba kufeli na ku kukosea ni pati ya kujifunza na ni pati ya safari yako mpya utakayoenda kuianza okay? Watu wengi wana wanashikilia maumivu ya sehemu walizopita, labda unakuta mtu alishaanzisha biashara fulani, ile biashara ikafeli, ama kuna kitu kikatokea, ile biashara ikamshinda okay so anapata wasiwasi mwingi sana wa kuanzisha aidha biashara mpya au wa kuanza jambo jipya kwenye safari yake ya maisha, kwa kuhofia na kwa kukumbuka zile tabu alizozipata, labda kwenye biashara iliyofeli nyuma okay. So kitu ambacho unatoka kukijua, watu wengi waliofanikiwa sasa hivi hapa duniani walisha feli mara kwa mara kwa mara kwa mara. Ukisoma labda habari, ukisoma ukisoma majarida ya watu waliofanikiwa, wengi ni watu ambao walikosia sana na sana na sana, na sana. Isipokuwa utofauti unakuja sehemu moja, kuna watu wanakosea, lakini hawa hawa quit. Mtu anakosea lakini anafanya tena kesho na kesho na kesho kutwa, lakini anakosea, lakini kuna mtu akikosea mara moja tu anaacha. Yani kama ni biashara ameiacha hapo hapo, yani hataki tena, hataki hata kusikia. So usiwe mtu wa staili hiyo. Kukosea ni pati ya kujifunza, okay. Inabidi ukosee leo na kesho na kesho kutwa ili uendelee gain knowledge, ujue kwamba jana nilikosea hapa, kesho sitakosea hapa Okay. So, ukishajua kwamba kukosea ni pati ya kujifunza na ni pati ya safari mpya na ni pati ya safari yoyote ya mafanikio bro, utaanza hicho unachotaka kukianza, okay? So hiyo ukiijua itakusaidia sana na hatimaye utafikia kule unakotaka kwenda kufikia. Okay, so jambo la tatu ambalo litaweza kwenda kukusaidia kushinda hofu ya kuanza jambo lingine lolote ni kuanza kwa kuchukua hatua ndogo ndogo. Okay? Siku yoyote unapotaka kuanza kitu usianze kwa kuem vitu vikubwa sana, au kwa kutegemea vitu vikubwa sana vitokee kwa haraka. Kwa mfano unaanzisha biashara yako leo, una mtaji wa milioni moja, usitegemee kwamba kesho kesho kutwa utamka na mtaji wa milioni mia. Ni kitu ambacho hakipo hivyo na hakitakuwa hivyo kwa mtu yoyote. Hata hao waliofanikiwa kiasi gani hawajai kuanza na mtaji wa milioni moja kesho akamka na mtaji wa milioni mia. Okay? so Usi, usi, usi, usi, usitengeneze ndoto za alinacha. Usitengeneze mawazo ambayo hayawezi kufikika, na unapoenda kuanza uyejua kwamba step ni ndogo baada ya ndogo, hatua moja baada ya nyingine. Hata mbuyu unaambia ulianza kama mchiche, okay? So hata kama unataka kuwa YouTuber, usem kwamba leo unafungua akaunti yangu ya YouTube, kesho nitakuwa na subscribers laki moja, kesho nitakuwa na watch hours elfu nne. No, kuna vitu vingi sana katikati vya kujifunza na kuna vitu vingi sana katikati vya kufanya mpaka mtu ufikie. Hapo unapomwona mtu fulani amekuwa successful, jua kabisa alianza kidogo kidogo, kuna hatua alizitengeneza. Umeona zile hatua, hatua ndio zinatengeneza hatua nyingine, hatua inatengeneza hatua nyingine. kwa Kwahiyo ukilijua jambo hilo kwamba huwezi ukalala leo ukaamka kesho mabadiliko ni makubwa, basi hiyo hofu itakuisha, and jitahidi sana ukaattempt ulichokuwa unataka uenda kukiattempt, kwa sababu itakubidi, kama unataka tu mafanikio, itakubidi uende step by step. Hakuna ndoto hapa wala hakuna miujiza kwenye mafanikio, lazima uende step by step. So nenda kaanze leo, usiwe mwoga tena, ni mambo ni step by step. Imagine afu, kuna kitu inabidi umjiulize kitu unakianzisha leo, baada ya miaka mitano utakuwepo wapi? Okay, usikianzishe leo ukawa unajiona tu kesho kesho kutwa. Tengeneza vision ya muda mrefu, tengeneza vision ya miaka mitano mbele kwamba hichi kitu ukianzisha leo, miaka mitano itakuwaje? Ukishapata picha kama hizo kichwani kwako, utajua kabisa hakuna cha kuogopa, hakuna cha cha kukupa wasiwasi kwenye kuanza jambo lako. Okay, so hicho ni kitu kingine ambacho kinaweza kikakusaidia na kitakuondolea kika hiyo wasiwasi wa kuanza jambo lako. Okay. Okay, so pointi nyingine, pointi namba nne itakayoweza kukusaidia kuishinda hofu, unatakuwa ujue kwamba hicho unachotaka kukianzisha leo ukikiacha utakuja kujuta okay. Yaani, inabidi ujiulize mwenyewe kwamba je, jambo hili nikiliacha miaka mitano mbele, sitajilaumu? Unaona no, na mambo mengi, ndoto nyingi sana ambazo watu wengi wao wanazikimbia kwa kufanyafanya hivi vitu wasiwasi nini nini, aanzishi jambo lake. Baada ya miaka mitano, anatamani kulia, anajiona kabisa like hichi kitu ningekianzisha labda miaka mitano nyuma, sasa hivi ningekuwa hapa, na kama ningekuwa hapa mbona <sighs> kama. Kwa hiyo hicho kitu kitakuja kukuumiza tena na tena na tena, so before ujapata wasiwasi wa kuacha na kuahirisha jambo, jifikirie kabisa miaka mitano, hichi kitu akitaniumiza. Like kwa mfano, mimi sasa hivi nimeanzisha youtube channel okay na wewe pia labda umeanzisha una, una, plan ya kuanzisha YouTube channel but kwa sababu wewe una target zako, na ukiangalia unataka uwe asilimia mia moja umekamilika. Mimi nimeanza tu hivi kidogo kidogo, na kimaik na kisimu na nini nini, mimi miaka mitano naweza nikawa nimeshakamilisha, lakini miaka mitano naweza kuwa bado hujakamilisha and still unajilaumu, da ningeanzaga na mchizi wewe but, mbona na mimi ningekuwa huku leo. Umeona? So usi, usipate wasiwasi wote kwenye kuanzisha jambo lako, kwa sababu huo wasiwasi utakuja kukuumiza sana na utakufanya utakuja kukufanya ujutie sana. Unajai kuona mtu anakaa na mtu labda anakata na mwanae wanaangalia hata TV, unakuta hata namuona labda, ni msana ndio. Wewe mimi nilisoma naye, umeona sasa. Kama ulisoma naye yani, ilikuwaje hapo katikati, yeye akaenda au kabaki? Au hata kama ni mtu tu hivi, mnapishana barabarani, nyinyi mnatembea kwa miguu eh? O, mtu anapishana na wewe kwenye gari, anasimamisha gari ah umi nilisoma naye. Sasa kama ulisoma naye, kwa nini yeye yupo huko, wewe upo huko? We umeona? Kwa hiyo kuna wasiwasi fulani, labda hata na wewe ulikuwa na plan zako kipindi kile, kati na yeye pia anaanza, but wewe ukajiogopa. Okay, so kama umepata nafasi ya kuangalia video hii kwa sasa hivi men, na kukumbusha hicho unachotaka kukianza leo, unachotaka kukianza sasa hivi, kianze, kwa sababu kinaweza kikaja kikakupa majuto sana mbeleni na kikafanya watu wakafikiria sana. Sasa kama huyu anaendesha gari, wewe kwa nini uko na miguu? Unajua ile, so anze hicho kitu Usikubali kuwa nyuma. Usikubali kuwa mzembe, okay? Okay, so jambo jingine ambalo linaweza likakusaidia na likakuondolea kabisa hofu ya kuanza kitu chako chochote. Nijua kabisa huwezi ukafanya kitu kikamilifu, okay? Usitegemee kuanzisha kitu leo kimekamilika one way. Usitegemee kufanya kitu bila kukikosea. Usitegemee kufanya kitu kimekamilika, yaani kama ni ya demonstration wafanyakazi ni mia ni mia. Yani umeshawapachika, no, amna kitu kinaanza kikamilifu man. So anza taratibu, anza ulipo, anza na chochote ulicho nacho, anza na mtaji wote ulioko nao. Usingoje mtaji u, uzae sijui utotoe no, anza ulipo. Hamna kitu kikamilifu kwenye hii dunia mzee, vitu vinakuwa kila siku, ndio maana naambia hamna kitu kipya kwenye hii dunia. Hivi vitu, vitu vingi tunavimodify tu tunavimodify, na wewe anza kujimodify hapo ulipo jimodify. So ukikijua hicho kitu kwamba hakuna kitu kikamilifu na huwezi ukaanza mkamilifu, basi no, chukua tu hatua Chukua hatua ya kwanza, acha wasiwasi, acha uoga, anza kufanya jambo lako okay. Na kitu kingine ambacho unatakiwa kukijua ni kwamba, ukamilifu, kufanya kitu kwa ukamilifu, ah, ni adui mkubwa sana wa maendeleo. Uwezi ukawa unafanya kitu kikamilifu, lazima kila siku upuyange, lazima ukosee mara kwa mara, umeona? so ogopa sana mtu anakuambia anafanya kitu kikamilifu, na tena uko unafanya hasoza, minyoka, haso zako zimenyoka tu hivi, kila siku haso yako imenyoka hivi, hiyo ni red flag nabidi uwe makini sana, lazima uwe na ups and downs, ups and downs kila siku okay. So kitu kingine ambacho ni cha muhimu kabisa na kitakachokupa kitakachokuondolea hofu, jiulize ni kwa namna gani hichi kitu mimi nakitaka, okay. Kuna mtu ana ndoto yake na anaiaminia kabisa, jiulize hii ndoto unaitaka kwa namna gani? Hichi kipaji changu nataka nikishikilie kwa namna gani? okay Ukishajua hicho kitu unakitaka kwa uchungu kiasi gani, men go after it. Usiwe muoga, usipate wasiwasi wowote, na wala usiangalie ni nani atasema nini na nani atasema nini. Men hao watu hata kusaidia kitu chochote, okay? so jitambue, endelea kuongeza ufanisi na usiwe muoga, hicho nitakuwa ukieke sana kichwani okay? so kama umeangalia mpaka hapo, basi hizo mbinu nilizokupa zitakusaidia sana kuondoa wasiwasi na kuanza pale ulipo. So kama una chochote, kama una idea zako zote, go after them right now. Huu ndio muda sahihi. Kama wewe ni kijana, kama wewe ni mpambanaji yoyote, man go after your dream. Hakuna hmm? mtu atakuja kukusaidia, hakuna mtu atakuja kukuokoa. Haya maisha ni ya kujipambania mwenyewe wewe, kama wewe, usitegemee kwamba sijui mjomba atakuja kunibeba, sijui nani atakuja kunibeba mimi. Hakuna huyo mtu anayefikiria hayo mambo, kila mtu anapambana na matatizo yake. Sasa hivi watu wana mambo mengi, sasa hivi vichwa vyetu vimejaa. Kwa hiyo focus on yourself, hakikisha unajua kabisa vision yangu, ni maisha ninayoyataka ni haya. Usiwe kijana fulani umelegea legea tu, ujielewe, ujitambui, no, utakuja kujutia baadaye hapo na miaka yako 40 una miaka 40, mambo hayajakaa mitika sasa sijakaa, unajua ile Mifika sasa sijakaa, unaiona hamsini hapa, tayari una watoto kama watatu, uko bado hujafunga ndoa, yani umewapachika tu men. Tujitahidi sana, tujitahidi sana sisi kama vijana hapa tulipo sasa hivi tuamke, tu focus na mambo yetu. Sio mwoga muoga mwanangu. Uoga hautakupeleka popote, uoga hautakufanya ununue gari, gari kali, Mercedes kali, Maybach, Rolls Royce, Majiwago, unaona watu wanatembea na Majiwago, wanatembea na manini? Amna mtu mmoja anaweza kamiliki vitu kama hivyo, so go after your dream. Na cha kuongezea hapo cha kushauri ni kama kijana, chagua ni nini unakitaka. Kwanza jua unataka nini, then jua unakitaka kwa kiwango gani na tengeneza focus, na chagua vitu vya kufanya okay. Kwa mfano ni kitu gani ambacho unakipendelea? So pick vile vitu ambavyo unakiona kitalipa, especially sio sasa hivi, mbeleni. Yani kitarget hata miaka mitano, unajua hichi kitu kina high income okay. Kwa mfano mfano mdogo labda unaweza kuanzisha YouTube channel eh, unaweza ukajifunza course za cyber security okay, unaweza ukajifunza hizi ku manage digital platforms okay. Watu, wana, watu wana mi, wana, wana page nyingi sana mitandaoni, hawajui jinsi ya ku control, umeona, hawajui, hawana, hawajui kuhusu security, hawajui kuhusu marketing mitandaoni. So kama kijana pick, unaweza one, ukakifanya one thing ambacho hakiwezi kika kufunga sana like ukamfanyia mtu kazi masaa tisa mpaka kumi kwa siku, kwenye maisha yako kila siku no. Ikawa ni kazi yako ambayo unaifanya, ina high income but unaifanya ukuwa kabisa comfortable, ume relax na ni kitu ambacho unakipenda. So pick one thing right now, na uanze kukifanyia kazi. So ikifika miaka mitano mbele, miaka kumi mbele, utakuwa ni mtu mkubwa na utajishukuru mwenyewe okay. So hicho tu ndo nilichukua nimekuandalia kwa siku ya leo kwenye episode hii so kama unataka madini mengine mengi kama haya, uendelea kubaki hapa, endelea subscribe, comment, share, sau to like okay, eh, like, comment, share, tumie marafiki zako waendelee kujifunza. Na kama unanifuatilia men, make sure siwe mzembe, siwe mzembe, kama unataka makaya ni maisha mapya. Okay, na mapya, maisha mapya nitakuwa maisha mapya kwa kila mtu, so maisha mapya tu kwangu men, kila mtu ajifungue ubongo wake kila mtu apambanue ni nini anachokitaka. Mimi, you know what I'm saying? So shout out kwa kila mmoja wetu aliyotazama mpaka hapa. Tukutane tena kwenye episode inayofuata. Mnyamo hizi ni Brayo chao.